Novemba tatu ni siku maalum kwa waandishi wa habari duniani kote. Ni siku ambayo wanahabari huungana kutoa wito wa kukomesha dhuluma na ukandamizaji wanaokumbana nao wanapotekeleza kazi yao ya kila siku. Hapa nchini Kenya, waandishi wa habari wameandamana katika miji mbalimbali wakihimiza kuheshimiwa kwa haki na uhuru wa vyombo vya habari. Tukiwa kaunti ya Mombasa ambako mwanahabari wetu Caxton Musyoka ameungana na wanaharakati kuadhimisha siku hii kwa maandamano ya amani. Anatuarifu zaidi kutoka Mombasa. Maandamano haya ya amani yamewaleta pamoja waandishi wa habari na wanaharakati kutoka maeneo ya pembe za ndovu hadi ukumbi wa Little Theater huku wakipaza sauti zao kuhimiza kuheshimiwa kwa uhuru wa vyombo vya habari na kukomesha dhulma dhidi ya wanahabari. And our real call is actually to the government and our authorities to make sure that any crime committed against a journalist is actually worked on and action is taken against the perpetrators. Wakizungumza wakati wa maandamano hayo, wanahabari hao wamesema changamoto wanazozipitia kazini, ikiwemo vitisho, kupigwa na kunyimwa taarifa, haziwezi kuwazuia kutekeleza wajibu wao wa kuhabarisha umma. Journalism is not a crime. So, 2013, 2013, 2017, 2022, tumeona kuwa journalists walikuwa targeted kwa mambo ya, ya political violence. Sasa hizi tunaelekea mwaka wa 2022, mwaka 2027 ambapo pia utaona vilevile journalists wanakuwa targeted. So tunaomba kuwa serikali, waandishi wa habari si wahalifu. Uh, kind of eh, mwandishi wa habari kabla we mwandishi wa habari ni mwanadamu, na kwa hivyo katika haki zote za kibinadamu mwandishi anafaa atiliwe uh, maanani sana katika kutekeleza zile haki za kibinadamu. Waandishi wa habari wengi mpaka kufikia sasa hivi hawajapata haki yao kwa sababu uh, moja ama zingine, ikiwemo iki swala zima so la kwamba Mwandishi wa habari anaonekana kama ambaye yeye ni malaika na anafaa kujilinda yeye mwenyewe. Kwa hivyo tafadhali, kwa zile asasi za kiusalama, kwa wale wanaohusika, mashirika ya kiusalama waweze kumtilia mwandishi wa habari maanani kama vile ambavyo wanatilia haki za kibinadamu maanani katika wao kuweza kutekeleza kazi yao. Wanaharakati walioungana nao wametoa wito kwa serikali na wananchi kwa jumla kuhakikisha wanahabari wanalindwa wakisisitiza kuwa uhuru wa vyombo vya habari ni uti wa mgongo wa demokrasia. Waandishi wa habari lazima waheshimiwe kwanza. Kwa nini wanaitwa Fourth Estate? Kwa hivyo kwa sababu ni mmoja muhimili ya serikali kutoka kwa judiciary, executive, na, as, parliament tunasema media is the fourth estate. Ao ni kama wanatuambia yale yanatokea na wasizulumie kwa kutuonyesha yale yanayotokea duniani. Bila wao tungekuwa hatujui mengi mbaya yanatokea hapa duniani. Wana habari wengi wa kike wamepitia changamoto kubwa sana, na wako hapa, wataweza kutathmini kwamba iwapo wataweza kupaza sauti yao kama mwanamke, basi changamoto ni kama kuuliwa, changamoto ni kama kutolewa picha zake mbaya mbaya na ni njia moja au nyingine tutakaa tutathmini kama wanaharakati kuweza kuangalia ni jinsi gani tutaweza kuwalinda wanahabari wetu. Serikali inapaswa kuchukua hatua kali dhidi ya wale wanaowanyanyasa waandishi wa habari. Bila uhuru wa vyombo vya habari hakuna uwazi katika jamii. Wakiwa wameungana duniani kote, waandishi wa habari nchini Kenya wamesema hawatanyamaza hadi pale uhuru wao utakapoheshimiwa ipasavyo. Caxton Musyoka, Majestic Digital TV, County ya Mombasa.